Uhaba wa maji umekuwa kero mno. Hii ni kulingana na wakazi wa Kisauni, kaunti ya Mombasa, wengi wao wakilalamika kukosekana kwa maji ya kunywa kwa zaidi ya wiki moja, jambo ambalo limechangia wasiwasi mwingi miongoni mwa Wapwani, hasa ikizingatiwa Mombasa ni kaunti yenye joto jingi inayoambatana na, na kiu kingi. Mimi kwa majina naitwa hii shida ya maji haikuanza leo wala jana. Kwanza kwa saa hii tunafurahia kwa maana visima, visima vimejengwa vingi, vinatusaidia sana. Hii maji ya ya fresi ya mji wa mbele huwa imetusumbua miaka, anaenda rudi, hatuoni mabadiliko. Hiyo swala ya maji ya tangu juzi, tangu juzi kuna shida ya maji sana. Hata hivi hivi, leo ndio inatoka kidogo kidogo, leo Jumatano Maji na iji kama kawaida vile ambao vili natoka kama zamani. Miongoni mwa walioathirika Kisauni ni wauzaji wa maji, wengi wao hutegemea biashara hii ili kujikimu kimaisha, hivyo kupotea kwa maji ya kunywa imewanyima nafasi kuendeleza biashara zao kama wanavyotueleza Rosmet na Rama. Ha, nimeathirika sasa kama na hiyo ndio biashara yenye umetegemea, hakuna biashara nyingine na una familia umetegemea hapo na umemaliza wiki mbili hujausa hata plastiki moja, familia itajisaidia vipi? Ni shida toteni. Tangu juzi tunakaa tunakaa tuna, tuna, tukenda huko tupate maji, tumeenda kwenye matangi wale ambao walikuwa wanachota maji ile maji ya freshi wanaweka kwa tangi, kaisha kabisa. Kwa hiyo tangu juzi ya, maji ni kwa shida sana. Hata hivyo maeneo ya mankuli panapohitajika maji hapajasahaulika, wenye hoteli wakilalamikia kero la ukosefu wa maji freshi. Imewapelekea kuwapimia wateja wao kiwango cha kuyanywa maji haya, maana wajui ni lini na wakati gani maji yataweza kosekana miferejini. Niko na chakula hapa sasa nimekuwa na changamoto sana nyingi kwa sababu ya maji, chai kupika chai ni maji fresh, maji hakuna. Kusema ukweli, imekuwa changamoto. Kasema wangu wengi ni walevi. Sasa wakikunywa wakikunywa maji wanataka mwingine, hata wabebe. Nimekuwa tu, ukiwapimia inakuwa shida. Kusema ukweli, tumeteseka kwa hii wiki mbili. Sasa ndio wameanza kutoka na ni msongamano bado. Aidha, wito wa kuwajibika umetolewa kwa wahusika wakuu wa maji, ikiwemo serikali ya kaunti ya Mombasa pamoja na kampuni ya kusambaza maji Mombasa Water, waje na mikakati bora ya kuhakikisha rasilimali kama maji hayakosekani. Sasa tunaomba serikali, mtukumbuke, mtuhurumie kila siku ya maji, hata kama ni kwa wiki siku mbili, tunaomba tu mtusaidie tuweze kupata hayo maji, na Mungu awabariki. wa juhudi zetu za kufikia kampuni ya Mombasa Water ziliambulia patupu. Ni takribani wiki moja sasa, kero la kukosekana kwa maji imeshuhudiwa katika eneo bunge hili la Kisauni, huku wakazi wa eneo hili la Kisauni wakiitaka wanaohusika na maji kuhakikisha kwamba maji yanapatikana katika siku zilizopangwa. David Lokoe, habari 24.7